Na hijama ni nzuri sana, ijama ni nzuri wasabu, kwa sababu kwanza inasafisha damu mbovu inatoka, kwa hiyo ile damu inakuwa inatirika vizuri. Na mtu ambaye alikuwa amewahi kufanya hijama, huyu hasikitiki nguvu za kiume, hasikitiki kwamba aliwahi kufanya ijama, lakini awe amempata mtaalamu akafanya ijama ya mwili mzima, asikitiki. Akasha na ohoo, akiongezea vyakula vya afya na mazoezi ya kukimbia mbio au yakuruka kamba, basi anakuwa anakuwa iko vizuri, anakuwa ni mzima sana, afya yake inakuwa ni mzima sana. Lakini ikawa kwamba mtu hajawahi kufanya hijama, kakesha, hana mazoezi wala vyakula vyake, ndo hivyo hivyo tu, inakuwa ni mtihani kidogo. Yani akupigwa takbira nne, umefahamu? Huyo akupigwa takbira nne, hamna jambo, kwa sababu tayari vyakula eh, vyake vinakuwa sivyo. Na mtu ikiwa vyakula vyake sivyo, basi vinakuwa vinamharibu yeye mwenyewe. Na tushee kusema kwamba mtu ikiwa vyakula vyake sivyo, yaani mfano akisikiwa natafuta vinywaji hivi vya chemical turei kusema hivo, huyu mwisho wa siku ataule mkojo akenda, utakuwa na muuma sana, kwa sababu hana maji mwilini, anakunywa vitu vya sukari sukari, na mwisho wa siku atapata maradhi ya sukari na maradhi mengine atazirikana akipata kiu yeye, hebu letee juisi hapo, hebu fanta peshe juisi, niletee soda hapo, sijui nini fulani huyo. Inamaana kwamba baada ya muda ntegemee maradhi mengi atakuwa yamelimbikizana kwake yeye. Kwa hiyo kwa kwa ni muhimu sana kufanya e, hijama. Na wewe katika umri wako ujafanya hijama, basi jitahidi kafanya hijama, hata akili unaikuza akili, unafanya nini? Unaikuza.